Unataka kufanya TikTok live na kupata watazamaji wengi pamoja na followers wengi? Katika video hii nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuingia live na mbinu bora za kuongeza watazamaji wako haraka. Hakikisha unatazama hadi mwisho ili usikose chochote. Kama hujasubscribe, bonyeza kitufe cha subscribe na kuwasha kengele iliyopo upa upande wa kulia ili upate mafunzo zaidi. Kabla hujaweza kuingia live kwenye TikTok, unapaswa kufikia masharti haya muhimu. Lazima uwe na followers elfu moja au zaidi. Lazima uwe na umri wa miaka 18 au zaidi, ili upokee zawadi, yaani gift, kwenye live yako. TikTok live inapatikana kwenye baadhi ya akaunti tu, kulingana na sera za TikTok na za nchi yako. Pia kama bado una followers elfu moja. Kama bado huna followers elfu moja, usijali, nitakupa mbinu za kuongeza followers haraka katika sehemu inayofuata ya video. Kama tayari una followers elfu moja, fuata hatua hizi kuingia live kwenye TikTok: kufungua app ya TikTok kwenye simu yako, bonyeza alama ya plus katikati ya screen kama unavyotaka una kuposti video, chini ya screen scroll kwenda kwenye live, weka kichwa cha live yako kinachovutia mfano mafunzo ya TikTok live au jinsi ya kupata followers haraka. Angalia settings zako kama vile kutumia filter, vichujio vya mwanga na camera setting. Bonyeza kitufe cha go live na utaanza kuonekana mbashara. Namna ya kupata watazamaji wengi kwenye TikTok live. Sasa hapa ndipo mbinu muhimu zinapoingia. ili upate watazamaji wengi kwenye TikTok live ya kufuata vidokezo hivi. Chagua muda sahihi. TikTok live inapendelea inapendelewa zaidi jioni, kati ya saa moja hadi saa nne usiku, kwa sababu watu wengi huwa mtandaoni. Tumia maneno ya kuvutia kwenye kichwa cha live yako, hii inasaidia watu kubofya haraka. Tumia hashtag zinazofaa, mfano TikTok live for you, viral and alive now. Shirikiana na watu wengine guests mode. unaweza kufanya live na marafiki au influencers wengine ili kupata watazamaji wao. Wow, pia ili kuwapata wale watazamaji wao. Jibu comment na kushirikiana na watazamaji wako. Unapowajibu TikTok inasambaza live yako kwa watu zaidi. Fanya giveaway give au michezo midogo midogo mfano nitafuata mtu wa kwanza atakaye atakaye komenti moja ya moto ukifanya hivyo watu basi unaweza ukawapata kwa wingi namna ya kupata followers wengi kupitia TikTok live kama unataka TikTok live yako ikuletee followers wengi fuata haya wambia watazamaji wako wakufuate unapomaliza live wakumbushe watu wakufuate kwa sababu ya ma maudhui unayotoa Fanya challenge ya umashindano, mfano mtu atakaye comment mara kwa mara nyingi zaidi atapata shortcut shoutout. Endelea kuwa live mara kwa mara. Algorithm ya yeah, TikTok inawapendelea ina, ina, wale wanaofanya live kwa kwa consistency Fanya collab na, na influencers wengine, shirikiana na watu wenye followers wengi ili kupata mwonekano zaidi. Weka clip za live yako kama video fupi, weka sehemu bora za, video ya, vi, za live yako kama video kwenye akaunti yako ili kuvutia watu wengi kutazama na kukufuatilia pia. Hizi ndizo mbinu za kufanya TikTok live na kupata watazamaji wengi na followers wengi pia. Je, umewahi kujaribu TikTok live? Tuambie kwenye comment. Usisahau ku like video hii, ku share kwa marafiki zako na ku subscribe kwa mafunzo zaidi. Tuonane kwenye video inayofuata. Bye bye.